Na ungeweza tu kutunga sentensi nyingi asubuhi ya, ya leo kwa kutumia neno hilo lakini kama Danieli alivyotunga sentensi hiyo katika aya ya ishirini na saba na aya ya ishirini na nane. Ninaweza nikawa sikubaliani kabisa na kile ambacho baraza la kanisa wameamua. Lakini yuko Mungu mbinguni ambaye aliwaongoza katika kile walichokuwa wanaamua. Ninaweza nikawa sielewi hasa kanisa hili linaelekea wapi, mwenendo wa viongozi siuelewi, mrengo wao siuelewi, lakini yuko Mungu mbinguni. Jikumbushe hilo. Na si tu katika hali ya mambo ya kikanisa, inakuja katika mambo ya kifamilia, inakuja katika mambo ya kimahusiano, inakuja katika shughuli zako pale ofisini, inakuja katika mambo yako ya biashara, inakwenda katika mambo ya kijamii inakwenda katika hali ya hatari, inakwenda katika hisia inayotanda katika anga tunaposikia vyombo vya habari vikitangaza hali ya kisiasa katika nchi yetu na hali ya kisiasa katika nchi jirani na nchi za mbali, inakwenda mbali katika kila nyanja ya maisha yetu, kwamba kila palipo na hali ya hatari na hali ya wasiwasi na hali ya kutokujua kwamba kesho ni nini ambacho kitatokea. Daima jikumbushe rafiki, kwamba yuko Mungu mbinguni, ameketi katika kiti chake cha enzi na anatawala kila hali inayoendelea katika ulimwengu huu.